Nimejifunza siri nyingi za kujenga utajiri na kufanikiwa kifedha. Moja ya siri ya muhimu zaidi niliyojifunza kwenye maisha kama unataka kufanikiwa kifedha, kuweka akiba ni swala ambalo hautakiwi kulikwepa kabisa. Na kuweka akiba si swala la ukubwa wa kipato. Kuna watu wanalipwa mshahara mkubwa na kila mwezi wana madeni na wanashindwa kuweka akiba, na kuna watu wanalipwa mshahara mdogo tu, laki mbili, laki tatu, lakini kila mwezi wanaweka akiba. Kwa kama unataka kufanikiwa kifedha kwenye maisha yako, ni lazima ujifunze na ujilazimishe kuweka akiba kwenye maisha yako. Moja ya mamilionea wakubwa kutoka nchini Marekani, William Clement, anasema kama hauwezi ukatunza pesa roho ya ukuu na mafanikio haipo ndani yako. Kwa kuweka akiba ni suala muhimu sana na mara zote huwa nimekuwa nikifundisha, hakikisha unaweka akiba yako sehemu ambako inaongezeka thamani, yaani umeweka milioni moja inakuwa milioni moja na laki moja, milioni moja na laki mbili. Usiweke akiba sehemu ambako haiongezeki thamani. Usiweke akiba kwenye kibubu cha nyumbani, kibubu cha kawaida. Usiweke akiba chini ya mto chini ya godoro, au kwenye mitandao tu ya simu ikiwa haiongezeki thamani. Hakikisha unaweka akiba ambayo inaongezeka thamani, kwa sababu kuna mfumuko wa bei. Kwa hiyo hilo ni moja ya mambo ya muhimu sana unatakiwa uelewe. Sasa bwana, habari njema ni kwamba Yas na Mix by Yas wanakuletea huduma itakuwa kusaidia na kukuwezesha kuweka akiba ambayo inaongezeka thamani kila mwezi na kila mwaka. Ndio bwana, inaitwa Kibubu, na mara nyingi tumezoea kuwa tuna vibugu vile vya zamani vya nyumbani vya mbao ambao ukiweka akiba pale e, nyumba ikitokea imeungua na pesa zako zinaungua, na pia unaweza ukaibiwa e, na, na, na, na watu si ndio? Sasa kupitia Yas na Mix by Yas unaweza ukaweka akiba yako ambako inaongezeka thamani. Wana huduma ya kibugu cha kidigitali e, kupata huduma hii unaweza ukaingia nyota 150 nyota 01 alama ya reli alafu nenda kwenye huduma za kifedha nenda kwenye akiba Chagua huduma ya kibubu, itakusaidia sana. Mimi binafsi naitumia huduma ya kibubu, ninaweka pesa zangu. Badala kuweka tu pesa zako kwenye Mixx by Yas ile ya kawaida, ziamishie, zipeleke kwenye huduma ya kibubu, upate riba inaongezeka kila mwaka. Lakini pia kama unatumia application ya Mixx by Yas, unaweza ukaona pale kuna huduma ya saving kwenye application ya Mixx by Yas, na ukapata huduma ya kuweka akiba ambayo inaongezeka thamani. Kumbuka kuweka akiba si swala la ukubwa wa kipato, ni swala la nidhamu hata kama una kipato kidogo jilazimisha kuweka akiba. Na habari njema ni kwamba hauhitaji kuweka pesa nyingi ili kufanikiwa kifedha, unahitaji kuweka angalau asilimia kumi mpaka ishirini. Kuna kanuni moja inaitwa Pareto Principle, kanuni ya themanini ishirini. Kanuni inasema kwamba 20% ya akiba yako itakupa 80% ya utajiri wako. Yani, unahitaji asilimia ishirini tu ya akiba yako ili uweze kujenga asilimia themanini ya utajiri wako. Kwa hiyo hatuhitaji kutunza pesa nyingi ili kufanikiwa kifedha, tunahitaji kuwa na consistency katika kuweka akiba. Mi naitwa Victor Mwambene, mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara niliyeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Leo nilikuwa nakupa habari njema za kibugu kutoka kwa Mix by Yas. Us. Usiache huduma hii, itumie, itakusaidia sana nyota mia hamsini, nyota